Kwa majina anaitwa Dubai Mbirinyi almaruf kama Dubai Kona ya Viwango. Sisi ni wauzaji wa, wa viatu aina zote zile fashion zote za kwenda ndani ya mko wetu wa Katavi, na si fashion peke yake, vya kike na kiume, watoto, kila kitu. Unapozungumzia yani kila kitu, kina dada, kina mama, mamamkwe, madogo janja, mabrazameni, kina baba, basi sisi ndio mafundi miguu wa kuhakikisha wanampanda wanapendeza. Anyway, hii istoshi kusema kwamba Dubai iko kuna viwango ndio sponsors wa Mpanda Radio FM hasa katika kipindi cha mtaa kwa mtaa na vipindi vingine. Mtaa kwa mtaa, sisi ni masponsor takriban mwaka mmoja na, na nusu umepita sasa, lakini tunajivunia kwa kufanya matangazo na Radio Mpanda FM, lakini niwapongeze sana, wamekuwa mabalozi wazuri kufikisha habari, na imeleta faida tija kubwa sana hususan kwenye biashara zangu, kwa sababu watu wengi wamefika kiurahisi kupitia matangazo ya redio. Kwayo kwa upande wangu mimi ka Dubai Kona ya Viwango nimefurahia sana kwa partnership na Radio Mpanda FM na naamini mambo mengi mazuri yanakuja. Huu mwaka tunaita mwaka wa kutikisa, basi si Dubai iko na viwango na Mpanda Radio FM tunatikisa. Unaweza sasa kwa ufupi ukatuelezea mafanikio ulioyapata baada ya kuwa sponsor? Acha kwanza kabisa wanampanda wamejua Dubai iko na viwango, Dubai iko na lengo na viwango Pro Max, kwamba kupitia Radio Mpanda FM mafanikio yamekuwa makubwa sana kwa sababu ilikuwa ni ngumu sana kufikika kibiashara kwa watu ambao wako nje ya manispa, lakini kupitia Mpanda Radio FM nimeweza kufanikiwa, nimefanikiwa ba baadhi ya maeneo mengi, umeona yani wilaya zote. Sasa ukizungumzia Dubai Kona ya Viwango, kila mtu ambaye anajua vitu vizuri hususan kwenye bidhaa za viatu kwa hiyo hiyo ni faida namba moja ambayo imenisaidia mimi kuendelea kuimprove kibiashara. Kwa hiyo nawashukuru sana, na kipekee kabisa ni washukuru wasikilizaji Mpanda Radio FM, kwa sababu wamekuwa wasikilizaji, lakini wakisikia wa wanafika na wanakuja kununua, kutusupport Dubai kuna vyao. Kwa hiyo hivyo wabarikiwe sana, na zibarikiwe kazi ya mikono yao. Neno moja kwa wafanyabiashara wenzangu, kwanza wajue biashara ni huduma, yaani ifanye biashara yako watu waijue, yaani ile huduma unayoitoa hata kama ni kuuza, basi basi watu waweze kuijua na kuifahamu zaidi. Kwa hiyo kutangaza ni kuwahabarisha umma kwenye ile product ambayo unaifanya. Umeona? Kwa mfano mimi mfanya biashara nikitangaza biashara yangu, basi watu wengi wataijua, na siku wanapanga kwenda kununua ni wapi basi mimi nakuwa ni chaguo namba moja kwa sababu tayari nishampa taarifa ya kile ninachouza. Kwa hiyo ni faida kubwa sana kwa matangazo eh. Bwana, ni siku nyingine pendwa kabisa, siku amazing kabisa. Dubai Kona ya Viwango, tupo kwenye duka jipya kabisa Viwango Pro Max. Hii ni duka maalum kabisa kwa ajili ya kinadada, akina dada mablaza meni dogo janja wote wanaojua kupoa na kupendeza hapa mjini Katavi. Leo niko na mwamba mmoja yn yani kaja Dubai kuna viwango cha kwanza kabisa. Yeye ni msikilizaji pendwa kabisa wa kipindi cha mtaa kwa mtaa Radio Mpanda FM 97.0 ambaye alijishindia zawadi toka, kutoka na kutokana na na, na msamiati wa siku ambao sisi Dubai kuna viwango ndo masponsa wa kipindi cha mtaa kwa mtaa. Msamiati ulikuwa unaitwa una, una, una mkadamu. Mwamba, wow! <laughs> Umeupiga mwingi sana asante sana. Eh, umeupiga mwingi sana asante sana. Unakumbuka mkadama nake nini? Mkadama nakumbuka, okay, hivyo hii 2025 ya moto sana mwamba, ongea, endelea kufuatilia vipindi vya radio Mpanda FM, naamini utakuwa. Leo naukabidhi zawadi yako hii hapa, asante sana sana, tunaendelea kutikisa 2025. Ni kutikisa. Kutikisa kwenda mbele. <laughs> <laughs> Kwa jina naitwa Abel Nowa kutoka Tambazi, sikia furaha sana moyoni pia nawashukuru sana waandishi wa habari kwa kuendelea kuunga mkono na kutujali wasikilizaji wa Mpanda FM. Unamwambiaje Dubai? Dubai, namwambia aendelee kuleta vitu vipya na sisi wadau tunazidi kuja hapa, tutazidi kujibu maswali kwa kwenda mbele. Kwa jina naitwa Danfoss Ezel ni kutoka Tambazi, mtaa wa Kilimanjaro, kumsindikiza Abel Nowa aliyejishindia zawadi uh, hapa kwenye duka la Dubai. Wewe unajisikiaje kumsindikiza rafiki yako? Najisikia furaha sana kwa sababu ameshinda na amepata zawadi. Sasa mimi nitasikiliza kipindi cha mtaa kwa mtaa, na mimi siku moja nije nishinde zawadi kama alivyoshinda rafiki yangu Abel Nowa. Ili uwe wa kuanza kupata taarifa zetu, usisahau kusubscribe kulike na kushare.